Na mtazamaji wa ukurasa wetu, pole kwako Mtanzania, pole mwana kanisa Katoliki, pole kwako kwa, kwa msiba huu ambao umeikumba kanisa Katoliki. Na katika mahojiano haya mafupi niko naye askofu Method Kilaini, askofu msaidizi wa jimbo katoliki huko, hapa kwa jili machache ambayo baadhi ya waamini wamekuwa wakijiuliza kuhusiana na kile ambacho kimeshuhudiwa katika misa hii takatifu ya kumwaga na kumwombea aliyekuwa balozi wa Baba Mtakatifu katika nchi mbalimbali mbali. Baba Askofu, tumsifu Yesu Kristo milele, amina. Pole kwa msiba, poleni kanisa Katoliki, asante sana. Kwa pengine katika moja ya swali ambalo linaulizwa na wengi, wengi wamekuwa wakimfananisha mwana huyu mtukuka wa Tanzania katika jina, au ni nini kinachosababisha pengine kufananisha huyu mwana mtu. E, kinachofanya wafananishwe, ingawa yule wa kwanza alikuwa ni zaidi, kwa sababu alikuwa ni kaidinari wa kwanza wa Afrika, lakini yeye na yeye hapa Tanzania, kwanza, jina kuwa na jina lile lile, wakampa jina lake na jina lile, akalitukuza, akalitukuza, akalifikisha mahali pazuri. Hiyo ndiyo inafanya watu wafanye nini, wamfananishe, kwa sababu yule alikuwa wa kwanza Afrika, huyu ni kwanza katika Tanzania kwa balozi wa Baba Mtakatifu, na siyo wa kwanza tu, mpaka toza tu tupata mwingine. Hiyo ni kitu kikubwa, na sio kwa balozi tu, lakini kufanya kazi hiyo vizuri vizuri sana, mpaka watu wote wakafurahi, mpaka watu wote wakafurahi katika mataifa mbalimbali mbali. kwa sababu kuwa balozi sio kitu rahisi, kinahitaji mambo mengi sana kuweza kumwakilisha Baba Mtakatifu. Unawakilisha katika nchi, unaiwakilisha kiserikali, maana yake unafanya kazi ambayo balozi wote wanafanya na pili unaiwakilisha kidini dasi. Manake kwa masikofu wote waliyomo mule na waamini wote waliyomo mule we ndiwe sauti ya baba mtakatifu, ndio unalosema baba mtakatifu, wanasema wana hivi wangiru, hilo hilo na ndiyo unalopeleka Roma, ndiyo wanaloamini. Ivyo kwa kweli inakuwa ni kazi kubwa sana na ndiyakuwa ni kazi ya iliyotukuka na ameifanya akatukuka kweli, hivyo ndiyo sababu hiyo wanasema wanamlinganisha na, bahati nzuri, wanakuja kuzikwa sambamba, Rugambwa hapa na Rugambwa pale. Hiyo ni kitu ambacho kinatupa fahari kubwa sana. Asante sana. Pengine katika misa hii takatifu tumeshuhudia mambo mbalimbali, ikiwemo Biblia takatifu kuwekwa juu ya jeneza lenye mwili wa hayati askofu mkuu Novatus Rugambwa. Pengine kwa kuwekwa kitabu hicho kitakatifu juu ya jeneza hii, humaanisha nini? Inamaanisha kwa sababu kazi ya kwanza ya askofu ni kutangaza neno la Mungu ndiyo kazi ya kwanza, na kila anapokuwa anakuwa anawakilisha Kristo, Kristu mwenyewe. Na katika daraja za upadre ndiyo daraja la juu kabisa, uaskofu. Hivyo katika daraja hili ndiyo anakuwa na, na, na mamlaka yao na utume mkubwa kuliko wote katika kuwakilisha na kutangaza neno la Mungu. Hivyo anaweka ile neno la Mungu, Biblia, ambayo ndio ilikuwa kazi yake aliyoifanya na kuitangaza. Hivyo naona katika jeneza yake palikuwa na ishara kadhaa ambazo zote zilikuwa zinaonyesha kazi aliyoifanya pamoja na ile takatifu alikuwepo, na vilevile na, na mitra mitra, nayeonyesha kwamba yeye anaongoza, sio tu kuongoza kama kiongozi, lakini vile vile katika liturujia. Na ndio sababu inakwendana na stola. Stola ndio vazi tunalotumia tunapokuwa tunatoa sakramenti zote, hivyo akiwa na stola, lakini stola hiyo na padri anapata, lakini zaidi ya padre inakuwa vilevile na ile mitra yeye anakuwa hatua moja juu zaidi ya padre ambayo ni mitra, na hizo ndizo ishara tatu ambazo zilikuwa pale. Zamani walikuwa wanaongeza hata na fimbo, walikuwa wanaongeza hata na fimbo, lakini siku hizo hatuiongezi kwa sababu inakuwa vitu vingi mno pale, lakini hizo ndizo ishara anaweza kuwa nazo askofu. Na kati ya kitu ambacho pia nimekishuhudia licha ya kuweka Biblia takatifu, maskofu wamekuwa wakifika na kutoa heshima za mwisho hapo jana, walikuwa wakifika na kufungua, kufungua, kufungua, kufundia kurasa mbalimbali mbali, pengine kurasa zinatofautiana ukila baada ya muda maskofu anapofika na chagua sana. Hapana, hiyo ni ishara kuhari ya kwamba alikuwa anafanya sio sehemu moja au na sehemu nyingine, lakini hiyo haiko katika liturujia la hiyo iko katika hurka ya mtu mtu anavyotaka kujionyesha, mtu anavyotaka kujifanya, yani anu, inakuwa ni kama ukaribu, ni kama baraka, ni kama baraka, ni kama baraka, baraka. baraka, baraka, anayokuwa anampa huyu kwamba kwa, kwa kweli unitangaza neno la Mungu analifungua lile neno la Mungu kuonyesha kwamba baraka. baraka. ni baraka, mwingine anampa baraka, mahali pengine ananyunyizia maji ya baraka, lakini zote hizo ni ishara ya baraka ambayo anampa huyu marehemu kuonyesha kwamba kweli kazi hii umeifanya vizuri. Tumekuwa na hayati askofu mkuu Novatus Rugambwa kwa Tanzania, akiwa ndio mwakilishi wa Baba Mtakatifu. Pengine katika ukanda huu wa Afrika ya Mashariki, pengine tunaye yeyote ambayo amewahi kupata wadhifa huo wa kuwa mwakilishi wa Baba Mtakatifu? Eh, tulikuwa tumepata mmoja kutoka Uganda, katika jimbo la Masaka, ndiye aliyekuwa wa kwanza katika ukanda wa Afrika ya Mashariki. Hivyo katika ukanda wa Afrika ya Mashariki, huyo anakuwa wa pili mm ngine nini tujifunze kutoka kwake? hayati yasikublpji kwa kweli, siwe na mambo wa mengi sana ya kujifunza kutoka kwake. Jambo la kwanza niwule uadilifu, utauwa na imani aliyokuwa nayo, halafu vile vile kusara na subila aliyokuwa nayo. Kotaa kukuwa barozi siyo kazi rahisi, na ndiyo sababu aliweza kuifanya katika sehemu mbalimbali alipokwenda. Kule Zealand wakamba na visiwa vingine vingi vingi sana, kuonyesha kwamba kazi anayofanyika ni kubwa sana, hivyo tuna mambo mengi ya kujifunza lakini, wengi wanachokisema wengi wote, unyenyekevu wake, ukawaida wake, licha ya kwamba alikuwa na cheo kikubwa sana. Hata hivyo alikuwa bado anaonekana kama mtu wa kawaida, alikuwa anafikika na kila mtu, hasa yule mwenye shida, na kila mara kichwani mwake alifikia kitu kimoja, na weza kufanya nini kusaidia zaidi. Na alipo katika kusaidia hakuchagua na hata kuchagua wale wakubwa, hata wale wadogo, mambo ya kanisa, mambo ya watu, shule, mahospitali, konventi, kanisa, kila mahali alisaidia, kila mahali alifikiria hilo. Na vile vile alikuwa kiunganishi kati ya sisi na ulimwengu. Kwa mfano, mapadri wetu wamekwenda kule Spain kujifunza, ambapo hawakufikiria kwa sababu uhusiano nasi na Spain sio wa kawaida, lakini haitupaa uhusiano. Tuna watu kama sita kule wako kule Spain wanajifunza. Hiyo ni kitu kikubwa sana. Baadaye na wengine wanne ambao wanafanya kazi ya utume kule. Alikuwa kiunganishi, tulikuwa kiunganishi, tulikuwa tumetuma mmoja New Zealand, wewe fikiria ni mbali sana, lakini kuna mmoja kule anajifunza kupata PhD yake ya udaktari kwa nguvu zake ikoa. Na sio sisi tu, lakini na majimbo mengine Kayanga ameleta masista wa kwenda kufanya kazi kule. Dar es Salaam, Dodoma, yani kila mahali hiyo ni kitu ambacho tunajifunza kwake na ambacho kila mara na kila mmoja atamkumbuka, na ndio sababu walipotangaza, hata na michango ilikuwa ilikuwa inakuja tu, ilikuwa inaku, yani, watu walikuwa wanajitoa tu. Mwingine kaweza, mbona wamekuja wao wengi, mimi huyu mtu sijui nimpe nini, wala na mimi ni shiriki katika kuchangia ili mazishi yake yafanikiwe. Watu wengi sana, na mimi ni shiriki, au masista, masista hana kitu lakini kile kidogo alichonacho alikichangia, anasema walau na mimi nichangie, ili mazishi yake yafanikiwe. Na kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mazishi yake yamefanikiwa. Ukiona msururu wa masita tu, kanisa lilijaa. Ukiona kule nje, watu ni wengi. Nadhani msururu wa kutazama alivyozikwa utaendelea siku nzima, mpaka watu waweze kumalizika. Watu ni wengi sana, wamekuja kutoka mbali na kutoka karibu, wote shauri ya mapendo waliokuwa pamoja naye. Lakini wakati alipokuwa pale mambo yote aliyoyafanya alikuwa hatangazi, lakini kila mmoja aliguswa kwa namna yake. Sasa ndio inaanza kutangazwa, ndio tunaanza kuyasema. Kwa kweli, hiyo ni baraka kubwa sana. Mi nipende sana kukushukuru baba askofu kwa muda wako na nikutakie utume ulio mwema. Poleni pia kwa msiba huu. Asante sana, shukrani sana, baba mtazamaji wa ukurasa wetu wa YouTube. Alikuwa ni askofu Method Kilaini, askofu msaidizi mstaafu jimbo Katoliki Bukoba ambaye ametupatia kile ambacho amemwelezea kuhusiana na mwana huyu mtukufu wa Tanzania askofu mkuu Novatus Rugambwa ambaye Mwenyezi Mungu amemwita kwake. Sambamba naye nipo naye Monsinyori Gosbet Byamungu. Huyu si mwingine ni mwanadarasa wake ambaye walipadirishwa pamoja, walisoma pamoja yeye yeah, anayo mengi ya kumwelezea mwana huyu mtukuka wa Tanzania kuhusiana na maisha yake, baba Monsinyori. Tumsifiwe Yesu Kristo milele amina. Baba, poleni sana kwa msiba huu, pole pia kwako darasa. Poa, kwa mwanadarasa mwenzima tumeshapoa. Msiba ulikuwa mzito, lakini basi tumeyakubali mapenzi ya Mungu. Hakika pengine tunapomzungumzia askofu mkuu Novatus Rugambwa katika maisha yenu ya seminari mpaka upadre, mlikuwa darasa moja, ni kipi ambacho na... Mtukufu huyu Novatus Rugambwa, alikuwa zawadi ya Mungu kwa ulimwengu mnyenyekevu mpole mwenye vipaji vya juu sana darasani na hata uwanjani alikuwa gwiji kabisa alipokuwa anacheza basketball. Lakini pamoja na hayo ni mtu ambaye alijaliwa moyo wa upendo aliwapenda wadogo akawapenda wakubwa wake kwa waume moyo wake ulikuwa mweupe na hayo yote aliyafanya kutokana na fikiri na neema maalumu ambayo Mungu alimpa. Mtu mwenye tabasamu mdomoni kila wakati, hata wakati wa magumu, uwezo kajua nateseka, hata ificha tu kwenye hayo meno yake meupe na macho yake ambayo inakuangalia usoni moja kwa moja, jicho kwa jicho. Huyu ndugu langu rafiki yangu classmate wangu kwa kweli, na mimi nilipata neema kubwa kwamba alikuwa rafiki na tukasoma wote, tukafanya kazi wote. Kwa kweli tumeondokewa na mtu ambaye alikuwa zawadi ya Mungu katikati yetu. Poleni sana. Pengine katika maisha yake ya utume na maisha ya kawaida, unaweza ukamzungumzia vipi, japo umeshatuambia kwamba alikuwa ni mtu wa kawaida asiyeshindwa kujichanganya. Alitimiza wajibu wake wa kitume kama padre na kama askofu. Uh, alikuwa ni mtu ambaye nafikiri, katika sala zake kwa Mungu, katika tafsiri zake za neno la Mungu, neno la Mungu alilitafsiri sio tu kitaaluma, lakini alitafsiri kiimani na akaliishi kadiri alivyoweza. Uh, kwa mfano unaposema, unaposoma katika injili kwamba unapotoa ukarimu, mkono wako wa kushoto usijue mkono wako wa kuume unafanya nini. Yeye alifanya ukarimu mkubwa, lakini hakutaka watu wajue, alifanya kwa, ku, kwa kujificha uh, na kila alipotoa uh, ukarimu wowote kwa maskini, kwa watu binafsi, kwa makanisa, kwa, uh, kwa watawa na, na kadhalika, aliwaambia tafadhali, msiseme kwamba hili kitu nimekifanya mimi. Huo ndio kwa utume wake, moyo mweupe, moyo lakini moyo wa unyenyekevu e, e, alifanya kwa ajili ya Mungu mwenyewe. Na hiyo e, ilitufanya sisi tujue kwamba katikati yetu tulikuwa na mtakatifu anayeishi. Pengine umefanya naye kazi wote, mlikuwa Roma, pengine katika maisha yenu ya kazi, maisha yenu ya pamoja, kipi ambacho hautaweza kusahau katika maisha, urafiki, ukaribu ni mtu ambaye hata katika kufanya kazi atakupa pole kama anajua umelemewa. Mtatafuta fursa mkae wawili kusudi mpeane nguvu. E, tumepambana magumu mengi lakini tuliyamaliza kwa sababu ya ukaribu wetu. Uh, pamoja mimi kwangu hakuwa classmate, hakuwa rafiki, alikuwa kama ndugu kabisa wa baba mmoja. Tulishiana kila kitu, hata mali zetu tuligawana bila, bila kinyongo na bila Yani, sijui mimi nimepotelewa, nimepotelewa na rafiki. Wanasema ni eh, vizuri utembee katika giza ukiwa na rafiki upandeni mwako kuliko kwenda mchana kweupe ukiwa peke yako. Namshukuru Mungu alinipatia mwenzi wa safari hii ya maisha mpaka hapo alipo. Muhitaji yeye kumpatia uzima wa milele. Pole sana, poleni sana, na nikutakie kila lililo jema. Mungu azidi kukutia nguvu. Nashukuru sana na Mungu atubariki sana na wa mtazamaji, shukrani kwa muda wote ambao tumeshiriki katika misa hii takatifu ya kumwaga na kumwombea hayati askofu mkuu Novatus Rugambwa. Tumesikia mambo kadha wa kadha katika mahojiano haya. Tulianza naye askofu Methodi Kilaini, askofu msaidizi mstaafu Jimbo Katoliki Bukoba, ametupatia yake kuhusiana na vile ambavyo amemzungumzia askofu mkuu Novatus Rugambwa, kisha tukatamatisha naye Monsinyori Gosbert Byamungu ambaye alikuwa ni mwanadarasa wake, wamefanya pamoja utume, wameshiriki pamoja katika safari ya masomo mpaka upadre. Shukrani kwako kwa kuendelea kutufuatilia. Asante kwako kwa kuendelea kuwa nasi katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Endelea kusubscribe, endelea kupeleka taarifa hii kwa walio wengi. Kwa niaba ya wote, timu nzima, Patrick Pascal Tibanga ndio langu jina, nikutakie uwe na wakati mwema. Pole kwetu sote, asante na kwa heri.